Ndugu mpendwa, karibu katika tafakari ya yani neno la Mungu, ikiwa leo ni Dominika 34 ya mwaka C wa Kanisa, kipindi cha kawaida cha mwaka, na vilevile vile, leo ni Dominika ya mwisho wa mwaka wa kilitujia mwaka C wa Kanisa, na Dominika ijayo tutaanza mwaka mpya wa kilitujia mwaka A kwa Dominika ya kwanza ya majilio. Ndugu mpendwa, karibu tusikilize masomo na tafakari. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha pili cha nabii Samueli sura ya 5 aya ya kwanza hadi ya tatu. Ndipo kabila zote za Israeli wakamwendea Daudi huko Hebroni, wakasema naye wakinena, tazama, sisi tu mfupa wako na nyama yako. Zamani za kale hapo Sauli alipokuwa mfalme juu yetu wewe ndiye uliyewaongoza Israeli watoke nje na kuingia ndani. Naye Bwana akakwambia, wewe utawalisha watu wangu Israeli. Nawe utakuwa mkuu juu ya Israeli. Basi wazee wote wa Israeli wakamwendea mfalme huko Hebroni. Naye Mfalme Daudi akapatana nao huko Hebroni mbele za Bwana wakamtia Daudi mafuta awe mfalme juu ya Israeli. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. <mulia> Na somo la pili linatoka katika waraka wa mtume Paulo kwa Wakolosai sura ya kwanza aya kumi na moja hadi ishirini mkiwezeshwa kwa uwezo wote kwa kadiri ya nguvu ya utukufu wake, mpate kuwa na saburi ya kila namna na uvumilivu pamoja na furaha, mkimshukuru Baba aliyewastahilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote, kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au usultani au enzi au mamlaka; vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake, naye amekuwako kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikana katika yeye. Naye ndiye kichwa cha mwili, yaani cha Kanisa, naye ni mwanzo ni mzaliwa wa kwanza katika wafu, ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Kwa kuwa katika yeye ilipendeza utimilifu wote ukae na kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake, akiisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake kwa yeye, ikiwa ni vitu vilivyo juu ya nchi au vilivyo mbinguni. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Na injili inatoka katika Injili ya Luka sura 23 aya 35 hadi 43. Bwana awe nani nawe rohoni mwako. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Utukufu kwako Ebwana. Sura ya 23, 35 hadi 43. Watu walisimama wakimtazama Yesu. Wale wakuu nao walikuwa wakimfanyia mzaa wakisema, aliokoa wengine na ajiokoe mwenyewe, kama ndiye Kristo wa Mungu, mteule wake. Wale askari nao wakamfanyia dhihaka wakimwendea na kumletea siki huku akisema, kama wewe ndiwe mfalme wa Wayahudi, ujiokoe mwenyewe. Na juu yake palikuwa na anwani, huyu ndiye mfalme wa Wayahudi. Na mmoja wa wale wahalifu walio tundikwa alimtukana akisema, je, wewe si Kristo? Jiokoe nafsi yako na sisi. Lakini yule wa pili akamjibu akamkemea akisema, wewe humwogopi hata Mungu nawe u katika hukumu iyo hiyo? Nayo ni haki kwetu sisi, kwa kuwa tunapokea malipo tulivyostahili kwa matendo yetu, bali huyu hakutenda lolote lisilofaa. Kisha akasema e Yesu, nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Yesu akamwambia, amini nakuambia leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Neno la Bwana. Sifa kwako, E Kristo. Kadiri ya utaratibu wa Mama Kanisa, dominika ya leo tunaadhimisha sherehe ya Kristo Mfalme. Kihistoria, sherehe hii iliidhinishwa na Baba Mtakatifu Pius wa 11 mwaka 1925 akiwaambia ulimwengu kwamba dunia haiwezi kuepa utawala wa Kristo kama inataka kubaki salama. Kwa kuwa tangu mwanzo Wakristo waliogopa kumwita Kristo Yesu mfalme kwa kuhofia kumfananisha na wafalme wa dunia hii. Baba Mtakatifu Pius wa 11 alisisitiza kuwa Wakristo tusiogope wala tusione aibu juu ya kumkiri Kristo kuwa mfalme, Bwana mwokozi na mkombozi wetu, kwani Pilato alipomwambia wewe u mfalme? Basi Yesu alijibu wewe wasema, kwa kuwa mimi ni mfalme. Kwa mwaka mzima kanisa limetukumbusha ya kwamba Kristo ni mfalme na mchungaji mwema wa wanadamu wote, kwa maisha ya sasa hapa duniani na maisha yajayo mbinguni baada ya kufa kwani yeye ndiye mfalme, hakimu na mwombezi wetu. Kumbe iwe tu hai au tumekufa, kama anavyotuambia Mtume Paulo, tu mali yake Kristo, maana yeye ni muweza wa yote, kama wimbo wa mwanzo unavyosema: astahili mwanakondoo aliyechinjwa kupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima utukufu na ukuu una yeye hata milele na milele. Hivyo tunapoadhimisha sherehe hii tunapaswa kujiuliza kama kweli maisha yetu yanaakisi utawala wa Yesu Kristo mfalme ndani mwetu au la. Sherehe hii inatuhimiza kumfuata Kristo mfalme wetu kusudi mwisho wa maisha yetu hapa duniani atukaribishe katika ufalme wa milele mbinguni. Somo la kwanza ni la kitabu cha pili cha Samueli, ile sura ya tano aya ya kwanza hadi ya tatu. Somo hili linaeleza habari za Daudi kufanywa mfalme wa taifa lote la Israeli. Mfalme aliyekuwako kabla aliitwa Sauli. Huyo alitumia madaraka yake vibaya, alitamani kutawala milele, na katika utawala wake alidhamiria kumwangamiza Daudi kwa sababu tu ya wivu licha ya Daudi kumsaidia Sauli kumshinda Goliati, Sauli aliishia kujiua bitani. Baada ya kifo cha Sauli, Daudi alisimikwa kuwa mfalme wa makabila mawili kati ya kabila kumi na mbili za Israeli, huko Hebroni, mji mkuu wa zamani, huko kusini mwa Palestina. Basi watu wa Yuda wakaenda kumtia Daudi mafuta huko awe mfalme juu ya nyumba ya Yuda. Rejea kitabu cha Pili Samueli sura ya pili aya nne. Kutokana na ujasiri, ushupavu, hekima na busara na utendaji wake, haikuchukua muda wazee na viongozi wa makabila mengine kumi ya Israeli nao wakajiweka chini ya uongozi wa Daudi kama ilivyosimuliwa katika somo la kwanza siku ya leo. Daudi baada ya kupokea maombi ya wazee waliomjia, alikubali kuwa mfalme wao na hivyo wakampaka mafuta ili ayatawale makabila yote kumi na mbili ya Israeli. Baada ya Daudi kuwa mfalme aliendeleza ushujaa wake katika uongozi, akaivamia Yerusalemu na kufanya Yerusalemu kuwa mji wake mkuu. Na kwa sababu Daudi alikuwa mcha Mungu, aliweka azimio la kumjengea Mungu hekalu ili ndani yake aliweke sanduku la agano lililowasindikiza watu kupitia jangwani. Pamoja na nia yake hiyo njema, Mungu kupitia nabii Nathani alimfahamisha Daudi kwamba mwanaye Sulemani ndiye atakayemjengea hekalu na akamhakikishia pia kwamba ufalme wake utadumu milele. Katika maneno haya, Mungu hakuwa anazungumzia juu ya ufalme wa kidunia wa Daudi. Ukweli ni kwamba ufalme wa kidunia ulibomolewa na wa Babilonia. Na huo ufalme haukuwahi kuwapo tena. Ahadi ya Mungu kwa Daudi ni juu ya ufalme wa Masia ambapo Kristo alizaliwa katika ukoo wa Daudi. Masia alikuja ulimwenguni kwa njia mwilisho pale alipozaliwa kupitia kwa mwanamwali aitwaye Bikira Maria. Kwa hiyo, utawala wa Kristo Mfalme ndiyo unaodumu hata sasa. Mafundisho tunayopata kupitia somo letu la kwanza la siku ya leo. Jambo la kwanza, kiongozi mwenye busara ni chombo cha Mungu cha kuongoza watu. Uongozi bora wa Daudi ulimfanya Mungu apendezwe na Daudi, lakini vilevile vile watu waliomzunguka walipendezwa naye kiasi cha kufunga safari na kumwendea ili awe mtawala wao. Kwa hiyo, busara ya Daudi ilimwongezea himaya ya utawala wake. Daudi anamiliki makabila kumi na mbili. Fundisho kwetu ni kwamba uongozi sio ubabe, bali ni busara na hekima ya kuwaweka watu pamoja. Viongozi wasio na busara ya kimungu wanafikiri kwamba kuongoza watu ni kutumia silaha za moto, jeshi na kujiwekea ulinzi mkali, kumbe sivyo. Jambo la muhimu ni kwamba ukiongoza watu vyema, utapendwa tu na Mungu mwenyewe atakupa kibali. Jambo la pili la kujifunza kupitia somo letu la leo, kiongozi akitenda vema ni baraka kwa familia na taifa lake. Daudi katika utendaji wake alimfurahisha Mungu kitendo kilichomfanya Mungu aahidi kwamba Masia atazaliwa katika ukoo wake. Mfalme wa kwanza wa Israeli alikuwa ni Sauli, lakini hakupewa dhamana hiyo ya Masia kuzaliwa katika familia yake, kwa sababu hakumpendeza Mungu katika utawala wake. Daudi anapewa dhamana hiyo. Kumbe watawala wetu wana jambo la kujifunza hapa. Ukitawala vema, Mungu atakubariki wewe na uzao wako, lakini ukitawala vibaya, huko ni kujitafutia laana kwa uzao wako, kwani unapojeruhi watu kwa kukosa busara ya kiuongozi, machozi ya wajeruhiwa yanaleta hukumu ya Mungu. Jambo la tatu la kujifunza Kiongozi anachaguliwa na Mungu na watu, kiongozi hajichagui mwenyewe. Tukitazama historia ya Daudi, tunaona Daudi anapakwa mafuta na mjumbe wa Mungu ambaye ni nabii Samueli. Isitoshe, tumesikia katika somo la kwanza kwamba kabila zote za Israeli zilimwendea Daudi huko Hebroni, wakasema naye, tazama sisi tu mfupa wako na nyama yako, yaani hapa wanamsii awaongoze kwa ridhaa yao wenyewe. Wamemwona Daudi anastahili kuwa kiongozi wao, yeye ni chaguo lao. Hapa ni kinyume kabisa na watawala wenye uchu wa madaraka ambao wanajichagua wenyewe na wanataka kuwaongoza watu kimabavu pasipo ridhaa yao. Raha ya uongozi uchaguliwe na Mungu na watu. Kwa kifupi, sauti ya watu ni sauti ya Mwenyezi Mungu. Katika Injili tumesikia kwamba watu waliokuwepo walisimama na kuangalia huku, wakuu kati yao walimfanyia mzaha wakishuhudia kwamba aliwaokoa wengine. Sifa nzuri sana hiyo. Katika huduma yake alikuwa amewainua wengi kuwa na hali njema, ila walishindwa kuelewa kwa nini hakujiokoa akiwa Kristo Mteule wa Mungu. Tofauti kati ya hali yake na madai yake ilikuwa kubwa, hata haikueleweka kwa nini amedhiliwa kiasi hicho. Pamoja na dhiaka za wakuu, askari pia walijiunga nao. Walikuwa wamesikia maneno kuhusu madai yake kuwa mfalme wa Wayahudi. Pia walisoma anwani iliyotangaza neno hilo. Anwani iliandikwa na Pilato. Kwa kawaida anwani ziliwekwa juu ya misalaba kwa kutangaza kosa la mtu na kuwa onyo kwa watu. Yesu hakuwa na kosa. Na Pilato akitaka kuwalipiza Wayahudi kwa kumlazimisha atoe hukumu ya kufa, aliona vema aweke neno hilo wazi. Iliandikwa kwa lugha tatu. Rejea Injili ya Yohana ile sura ya 19 aya ya 20. Walipoanza kumsulubisha Yesu alipewa divai yenye dawa ya kupunguza maumivu, akakataa kunywa, maana alitaka awe na fahamu zake timilifu, kwa sababu hakufa tu, bali katika kufa alikuwa akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Askari walimdhaki kwa kumletea siki, baadaye alikubali kuinywa hiyo siki. Ilikuwa divai hafifu wakati huo alitaka kupata sauti ili aliye kwa nguvu na kuutangaza ushindi wake. Mwanzoni wahalifu wote wawili walimtukana Yesu, ila baadaye mmoja alibadili mawazo yake. Yawezekana maneno ya Yesu kuhusu msamaha pamoja na dhihaka za watu zilizomtaja kuwa masihi na mfalme wa Yahudi zilimwongoza atafakari sana hali yake na hali ya Yesu aliye kati yao. Alipomtazama akamwona kuwa tofauti na wengine; hakuapa wala kulaani, bali kwa upole na unyenyekevu na kwa kujiheshimu alikaa msalabani, hali ya kiwaza wengine na kutoa maneno ya maana sana. Hivyo mhalifu mmoja aitwaye Damas alimkemea mwenzake na kumkumbusha habari za kumhofu Mungu, kwa sababu ilikuwa haki waadhibiwe, ila alishuhudia jinsi Yesu hakuwa na hatia wala kutenda lolote lililostahili. Awepo pale Pilato na Herode na sasa huyo mwalifu, wote wametaja Yesu kuwa hana hatia. Kwa imani kubwa akitegemea anwani iliyosema huyo ni mfalme wa Wayahudi. Akamwelekea Yesu na kumwomba amkumbuke atakapoingia katika ufalme wake. Kama aldhani huo ufalme ni wa sasa au ni wa baadaye, hatuwezi kujua alikuwa na mawazo gani, ila Yesu akamjibu kwa uthabiti, akimwambia kwamba leo atakuwa pamoja naye peponi. Neno peponi ni la Kiajemi kwa bustani kama Edeni. Bustani mbalimbali zimetajwa katika Agano la Kale. Bustani iliashiria mahali pa baraka katika ulimwengu ujao. Kwa hiyo badala ya kwenda sheoli, kuzimu, mahali pa wale ambao hawatafika mahali pema, yeye atakwenda peponi na kushiriki na Yesu pale peponi. Alihesabiwa haki kwa imani, naye alikuwa malimbuko ya wokovu kutokana na kifo cha Yesu. hakuwa na nafasi ya kutenda lolote isipokuwa kumwamini Kristo tu. Katika kufa Yesu alikuwa na nguvu za kuokoa. Tunayo mambo kadhaa ya kujifunza kupitia Injili yetu ya siku ya leo. Jambo la kwanza, Mfalme Yesu Kristo alikufa ili kuokoa maisha ya wengine kinyume kabisa na watawala wa dunia hii. Injili inasema kwamba watu waliokuwepo walisimama na kuangalia, kuku wakuu kati yao wakimfanyia mzaa, wakishuhudia kwamba aliwaokoa wengine na ajiokoe mwenyewe kama ndiye Kristo wa Mungu, mteule wake. Tunashuhudia wanajeshi duniani hufa ili kuokoa maisha ya mfalme, kinyume na huyu mfalme wetu ambaye anatoa maisha yake ili kuokoa na siyo kuokolewa. Jina lake Yesu maana yake ni Mungu anayeokoa, alikuja ulimwenguni kuokoa na sio kuokolewa. Jambo la pili la kujifunza, Kristo daima anawasamehe watesi wake. Msamaha huu huwaelekea zaidi wale wanaokiri makosa yao. Wezi wawili waliosulubiwa wakiwa pamoja na Kristo ni mfano dhahiri wa pande mbili zinazokinzana ambao wanadhihirisha jinsi tunavyoweza kumpokea Kristo na kufaidi au kumkataa Kristo na kujiangamiza wenyewe. Yule mwizi mmoja aliyeitwa Gestas alimkejeli na kumdharau Kristo, na yule mwingine Dismas alimtetea Yesu: wewe humwogopi hata Mungu, nawe u katika hukumu hiyo hiyo Tunapokea adhabu tuliyostahili kwa makosa yetu, huyu hakutenda lolote lisilofaa. Kisha akatoa ombi lake, Ee Yesu, unikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Na Yesu anatoa jibu pale pale na kumwambia, leo hii utakuwa pamoja nami katika pepo. Jambo la tatu la kujifunza, Yesu pekee ndiye mwenye mamlaka ya kututawala hapa duniani na mbinguni. Wafalme wengine wote wanaweza kututawala hapa duniani hata kama ni kwa mabavu, lakini hawana uwezo wa kututawala baada ya maisha haya. Wakati mwingine tunawapa wafalme wa dunia heshima kubwa, hata ya kiwango cha kumweka Mungu kando. Tunawatazama kwa hofu na kutetemeka, tunawafanya kama miungu wetu, na katika kufanya hivyo tunaweza hata kuagizwa na hao wafalme kufanya mambo ya kutisha sana hata kuondoa uhai wa watu wengine. Lo, tungejua kwamba mamlaka yao ni ya hapa duniani tu, tungekuwa makini sana kwa maelekezo wanayotupa. Tungefanya uchambuzi yakinifu kabla ya kuyatekeleza kama vipofu wasioona. Naamini tungekuwa salama na hatia za umwagaji damu. Kristo Mfalme anatualika siku ya leo, tumtazame yeye kama mtawala anayetenda kwa upole na unyofu, na ambaye anaweza kuzipatia roho zetu uzima kuanzia hapa duniani mpaka mbinguni. Somo la pili la kutoka waraka wa Mtume Paulo kwa Wakolosai linaeleza sifa za Yesu Kristo Mfalme. Yeye ni mfalme kwa sababu zifuatazo. Sababu ya kwanza, kupitia yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni viti vya enzi au vya usultani au enzi au mamlaka; vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Alichokizungumza Paulo kinaakisi maneno yaliyoandikwa katika Injili ya Yohana ile sura ya kwanza aya ya 3 inasema hivi, vyote vilifanyika kwa huyo wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Paulo anasema pia na vitu vyote hushikamana katika yeye, kadiri ya waraka huu wa Mtume Paulo kwa Kolosai, ile sura ya kwanza aya ya 17 tunaweza kutafsiri kwamba Yesu ana upendo mwingi wa kujali viumbe vyake alivyoviumba na daima hataki visambaratike. Je, ni mfalme gani wa dunia hii anayeweza kudai aliiumba dunia ambayo anaweza kuimiliki na kuitunza bila shaka? Mfalme huyo hayupo, na kama atatokea mtu na kusema hivyo, mtu huyo ni mwongo na ukweli wowote haumo ndani yake. Ndugu zangu wapendwa, Kristo ni mfalme wetu. Yeye ni mkuu kuliko wote, hakuna anayeweza kumfanana naye katika utawala bora wa haki na amani. Ni mfalme ambaye alikuwa hana nguo za kifahari na taji la dhahabu, lakini taji lake lilikuwa ni la miba. Hata kanzu moja aliyokuwa nayo alinyang'anywa na watesi wake, akabaki uchi. Huyu ndiye mfalme anayestahili kuigwa, yeye amebeba hatima ya maisha yetu. Herini kwa sherehe ya Kristo Mfalme pia siku ya leo. Kwa namna pekee kabisa, tunamshukuru Mungu kwa kutuongoza salama na tumemaliza mwaka che wa kanisa. Tuombe tena neema ya Mungu ili tuanze vema mwaka a wa kanisa. tushirikishane tone la upendo. Homilia hii imeandaliwa nami Shemasi Revocatus Bernard. Na neno la Mungu tende kuhubiri. Tushirikishane tone la upendo. Mahangaiko ya watu tulifunde. Tushirikishane tone la upendo.